Hatusemi tunavumilia tunaponyamaza kimya, takwimu yetu inakuwa ndogo, hatuonekane kama sisi tunanyanyaswa, tunafanyiwa ukatili manyumbani kwetu, na ukatili unaofanyika manyumbani inakwenda kupelekea watoto wanaogopa kuingia katika masuala ya kuoa sasa kwa sababu anamwona baba anavyofanywa na mamake kule nyumbani unapokutana na changamoto ya kikatili na mkeo, zungumza, shirika lipo, takupa ushirikiano. E, mwanaume wa Kitanzania anapaswa kujitambua katika nafasi yake, yeye ni nani? Mwanaume wa Kitanzania mwenye sifa ya kupenda kulelewa na mwanamke huyo, ameacha haya maisha, sio lele mama. Ukiitwa mwanaume, maana yake kuna majukumu ambayo wewe unapaswa kuyabeba kama mwanaume ili uweze kudhihirisha wanaume wako, tusimame katika nafasi zetu ili tuweze kudhihirishia jamii kwamba sisi ni wanaume wa Kitanzania, na ndio maana leo hii tunaadhimisha hii siku ya wanaume wa Kitanzania. Ukatili wa kijinsia ni kwamba jinsia zote tulikuwa tunajua jinsia, kwamba ukatili wa kijinsia kwamba wanafanyiwa wanawake na wanaume si mnafanywa. Kwa kutambua changamoto hizo tunaomba yafuatayo yazingatiwe. Kuanzishwa kwa programu endelevu za elimu kwa wanaume juu ya afya, haki, wajibu na usawa wa kijinsia. Kuimarisha kwa huduma za afya ya mwanaume kwenye vituo vya afya. Halmashauri kushirikiana na wadau kutoa mikopo midogo kwa wanaume walioko kwenye vikundi vya uzalishaji mali. Kuanzisha kwa wanaume vikundi vya kuelimisha juu ya masuala ya kifamilia na ustawi wa jamii ni yule ambaye anathamini tu tunu za taifa letu. Kwa kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba sherehe hii iwe kitaifa iwe rasmi.